Butiama oye. Butiama safi. CCM oye. Kazi na utu. Asante sana ndugu wananchi, CCM inatambua kwamba umuhimu wa kuimarisha zaidi mshikamano wa Watanzania kwa kukamilisha mchakato wa katiba mpya kama ilivyoelekezwa kwenye Ilani yetu ya 25 30. Haya ni matakwa ya makundi mbalimbali mbali ya Watanzania. Kwa nyakati tofauti tulijaribu, wakati wa awamu ya nne mchakato haukukamilika. Awamu ya sita tunakwenda kuendeleza mchakato huo. Aidha, kama walivyofanya waasisi na wazee wetu, nasi tutaendeleza kulinda nafasi ya Chama Cha Mapinduzi katika kuyasimamia yote haya kwa maslahi mapana ya Watanzania, kwani baba wa taifa letu alisema bila sisiemu madhubuti nchi yetu itayumba, na hatukubali nchi yetu iyumbe kwa kisingizio chochote kile. sisiemu oye! oh Yeah! tunakwenda kuendeleza yale yale kwa kasi ile ile. Pale ambapo maji hayajafika tahakikisha maji yanafika, pale ambapo umeme haujafika, tutahakikisha umeme unafika. Pale ambapo shule hakuna, nyumba za walimu hakuna, tunakwenda kufanya hivyo, na pale ambapo huduma za afya ziko mbali, tutazisogeza kwa karibu kwao. Tutaendelea kwa kasi ile ile.